Hadithi: nilikupenda zaidi ya mimi mwenyewe. Katika jiji la Tanga, karibu na bahari yenye mawimbi yasiyotulia, aliishi msichana mpole aitwaye Aisha. Alikuwa mnyenyekevu, mwenye upendo wa dhati na moyo uliopenda kupenda bila mipaka. Aisha hakuwa na mengi, lakini kile alichokuwa nacho alikitoa kwa moyo wote. Upande mwingine wa mji aliishi kijana aitwaye Rayan alikuwa mchangamfu mwenye ndoto kubwa na kipaji cha kuongea kilichowafanya wengi wampende, lakini ndani yake kulikuwa na udhaifu mmoja mkubwa: alitamani kuthaminiwa na kila mtu. Walipokutana, hawakujua kuwa mapenzi yao yangekuwa baraka na laana kwa wakati mmoja. Walikutana ufukweni jioni moja. Aisha alikuwa amekaa akitazama bahari, macho yake yakiwa yamejaa mawazo. Ryan akamsogelea, akasema kwa sauti ya upole. Bahari huwa inasikiliza sana, lakini haisemi chochote. Aisha akatabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo. Kuanzia siku ile walikuwa hawatenganishi. Aisha alimpenda Ryan kwa namna ya kujitoa, bila kuhesabu alichopoteza. Ryan alimpenda Aisha lakini hakujua jinsi ya kulinda upendo mmoja. Aisha alimpa Ryan kila kitu. Muda wake, ndoto zake, hata marafiki aliwaacha kwa ajili yake. Alisema, "Nikikupenda na kupenda wewe tu." Ryan hakujua kuwa maneno hayo yalikuwa kiapo cha mwisho cha moyo wa Aisha. Kulikuwa na msichana mwingine, Zara. Mrembo, jasiri na enye uwezo wa kumfanya Ryan ajione wa maana kila dakika. Zara hakumpenda Ryan, alimtamani. Alianza kwa maneno madogo: Aisha anakunyima marafiki, anakutaka uwe wake peke yake, upendo haupaswi kuwa gereza. Maneno hayo yakaanza kuota mizizi. Ryan alianza kubadilika, simu alificha, tabasamu lake likawa la bandia. Aisha alihisi, lakini hakusema. Alijiambia, labda ni mawazo tu. Siku moja, Aisha alimuona Ryan akiwa na Zara, walikuwa wanacheka. Karibu sana, karibu kuliko rafiki. Moyo wa Aisha ukapasuka, lakini hakupiga kelele. Aisha alimkabili Ryan. Niseme ukweli, bado unanipenda? Ryan akanyamaza. Ukimya wake ulikuwa jibu la kuumiza kuliko maneno. Aisha akasema kwa sauti ilovujika. Nilikuweka juu ya kila kitu na wewe ukanifanya chaguo. Ryan hakumfuata alipogeuka na kuondoka. Aisha akaanza kupotea ndani yake mwenyewe. Akaacha kazi, akaacha kuwasiliana na watu. Usiku mmoja aliandika ujumbe mfupi, nimechoka kuwa imara peke yangu. Alilazwa hospitali baada ya kuzimia kwa msongo wa mawazo. Wazazi wake walilia, marafiki walishangaa. Ryan alipofika hospitali, Aisha alikuwa amelala, macho yakiwa yamefungua. Ryan aligundua Zara alikuwa akimtumia, Aisha alimpenda kwa dhati, na amechelewa sana. Alishika mkono wa Aisha akalia, samahani, nilikuwa kipofu. Lakini macho ya Aisha hayakufunguka. Baada ya siku kadhaa, Aisha aliamka, lakini hakuwa yule yule. Alimwangalia Rayan akasema kwa sauti tulivu, na kusanahe, lakini siwezi tena kukupenda. Maneno hayo yalimuua Rayan taratibu. Aisha akaondoka Tanga, akaanza maisha mapya akiwa na kovu lakini hai. Rayan akabaki na kumbukumbu. Miaka miwili ilipita. Tanga haikubadilika, lakini Aisha alibadilika. Alirudi akiwa mwanamke aliyenyamaza zaidi, akicheka kidogo na asiyeamini tena maneno ya mapenzi. Hakurejea kwa ajili ya Rayan. Alirejea kwa sababu ya kazi mpya ya uuguzi katika hospitali ile ile, ile hospitali aliwahi kulazwa siku ile moyo wake ulipovunjika. Hakujua kuwa hatma bado haijamaliza kazi. Siku yake ya kwanza kazini, Aisha alivaa sare yake nyeupe, uso wake ukiwa mtulivu lakini baridi. Akaitwa ghafla: kuna mgonjwa mpya, chumba cha dharura. Alipofungua mlango mpong, moyo wake ulisimama. Ilikuwa ni Rayan. Rayan alikuwa amelala kitandani, uso mchovu, mkono umefungwa bandeji. Alipofungua macho, Aisha alisimama kama sanamu. Aisha, sauti yake ilikuwa dhaifu, lakini jina lile lilikuwa kama kisu moyoni. Aisha hakujibu, alifanya kazi yake kimya kimya. Ndani ya moyo wake kulikuwa na vita vinavyopigana, kumbukumbu, maumivu na maswali yasiyojibiwa. Baadaye usiku, Aisha alisikia wauguzi wakizungumza. Ajali ya gari, anasemekana alikuwa akigombana na mchumba wake. Aisha akasimama. Mchumba? Jina lilitajwa. Bong Zara. Zara alikuja hospitalini siku ya pili. Alikuwa bado mrembo, lakini macho yake hayakuwa na hofu, yalikuwa na hasira. Alipomwona Aisha, akatabasamu kwa darau. Inaonekana bado hatujamalizana. Maneno hayo yakamrudisha miaka nyuma, lakini safari hii Aisha hakuwa yule wa zamani. Rayan alimwomba Aisha azungumze naye peke yao. Kwa sauti iliyovunjika akasema, Zara ana mimba, lakini si yangu. Aisha alishtuka. Rayan akaendelea. Alinilazimisha nibaki, alinitishia, alinifungia mbali na kila mtu. Macho ya Aisha yakaanza kujawa na machozi, siyo ya mapenzi, ya hasira. Usiku huo, Aisha alipokea ujumbe usiojulikana. Usitaribi kumrudisha Rayan. Nilimchukua mara moja, nitaweza tena. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Roho mbaya ilikuwa bado inatembea. Aisha akajiuliza, je, amsamehe Rayan? Je, amsaidie au ajiepushe au aondoke tena kabla hajavunjika mara ya pili? Rayan upande wake alikuwa tayari. Nikikupoteza tena nitakuwa nimejipoteza milele. Usiku wa mvua kubwa, Zara aliingia hospitalini akiwa na hasira kali. Rayan na Aisha walikuwa wakizungumza chumbani. Mlango ukafunguliwa kwa nguvu, Zara akasema kwa sauti ya kutisha, kama si wangu, basi hatakuwa wa mtu yeyote. Imemo likapiga nje, umeme ukazimika, na mlio wa kitu kizito ukaanguka sakafuni. Itaendelea. Je, Zara anapanga nini? Je, Aisha atarudia makosa ya zamani? Je, Ryan ataishi au atalipa gharama ya usaliti wake? Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi elfu tatu tu. Wasiliana nasi sasa: 0716 2830088 au 0687 22315. Mkolwe Products. Help us to help you.